Anayejua umuhimu wa kuishi ni wewe na sio mwingine. Ndio maana katika swala la Mungu, ni la kwako mwenyewe na Mungu, ni swala lako mwenyewe na Mungu. Anayejua umuhimu wa wokovu wako, sio jirani, sio rafiki, sio kaka, sio mdogo. Mtu anayejua thamani ya wokovu alionao ni wewe mwenyewe. Kwa lugha nyingine, anayejua thamani ya maisha yako anayejua kwa nini unaishi, anayejua kwa nini nipo ni wewe, sio mtu mwingine. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa nne mstari wa saba. Kuna imani aina nyingi hapa chini ya dunia. Paulo anasema, imani nimeilinda. Alimwambia kijana wake Timotheo, piga vita vile vizuri vya imani. Shetani anapokutafuta hatafuti mwili, anawinda kitu kinachoitwa imani. Nisikiliza vizuri, shetani hana shida na ndoa yako, shetani ana shida na afya yako, shetani ana shida na uchumi wako, shetani ana shida na unachokifanya, shetani ana shida na imani yako, maana imani ni kitu cha kuilinda. Shetani anapokutafuta hakupigi kwa sababu anakupiga wewe, no. Kuna kitu anakiona kwa hiyo anakunyanyukia na vita ili uishie njiani. Kwa hiyo, shetani hana shida na utajiri wako, shetani hana shida na afya yako, shetani hana shida na chochote, ana shida na unachokibeba. Ndio maana unatakiwa uilinde imani sawasawa, maana ukiwa na imani, imani ni nguvu itakayokufanya kumshinda adui, hata kama mimi. Simama hivi nasikika kweli mahali hapa, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Shetani anawinda imani ndani yako. Paulo anamwambia kijana wake Timotheo, nimepiga vita vile vizuri vya imani na nimeshinda na mwendo nimeumaliza. Kati ya kitu cha kulinda, usilinde vitu vingine, linda imani yako. Na ukiona mtu anakuchezea kwenye swala la imani yako, ni bora uachane naye, lakini asikunyang'anye imani ulionayo kwa Mungu aliye hai. Hebu sema, nitailinda imani Kusema mwanzo kwamba linda imani kuliko chochote. Shetani anatafuta ujasiri ulio nao natafuta imani ulio nao kwa sababu ya mkini sasa hivi kwa kwenye shida, lakini ukiwa na imani wewe na uhakika, shetani akikutazama, anaona lijitu ambalo linajaribiwa, lakini alikati tamaa, linapigwa, lakini alidondoki, anatupiwa magonjwa, lakini afi, anatupiwa roho ya kurudi nyuma, baada y anakutwa anasema, hata kama naumwa nitasogea machoni kwa Bwana, hata kama nimekataliwa nimetengwa kwenye iboma bado, ebeneza ni Bwana. Imani yako itashinda kila ngome. Mwambie mwenzako linda imani kuliko chochote. Haleluya! Nguse mwenzako mwambie, shetani hana shida na vitu ulivyo navyo. Nguse basi, mwambie hana shida na gari, hana shida na mke, hana shida na chochote. Kuna kitu unabeba na ili ikilindwa lazima uwe na imani na Mungu. Kitabu kile cha Mwanzo wa mbili saba nasema Mungu akaleta pumzi ya uhai kwenye puani mwa mtu, binadamu akawa nafsi hai. Kwa mara ya kwanza Mungu anauisha udongo ipate kuishi. Kwa hiyo nafsi yako ndicho kinachotafutwa, mtu wa ndani. Nafsi ni nini? Nafsi ndio wewe wa wa mwenyewe. Nafsi ndio inaotekwa, nafsi ndio inoshikiliwa. Nafsi ndio inaofungwa. Ukiona mtu amefungwa wa asifanikiwe, wamefunga nafsi. Ukiona mtu amefungwa wa asisomeshe, wamefunga nafsi. Maana yake ulimwengu wa roho ndio inayotawala. Mungu amejinyima, hawezi kuonekana kwa jinsi ya kimwili. Mungu ni roho, anaonekana rohoni. Ndio maana anasema wamwabuduwa Mungu imepasa wamwabudu katika roho na kweli. Ili uweze kumwona Mungu lazima uwe rohoni na leo kuna watu nitawapeleka kwenye ulimwengu wa roho, watakutana na Mungu aliye hai, atasema na nyie, na kamba za mauti zitavunjika. Ah, kuna watu watatu watakwenda kutoka kwenye ibada ya leo. Kuna watu watatu watakwenda kumwona jemadari wa vita kwenye ibada ya leo, watakutana na Mungu aliye roho ndio maana kinachokutesa uoni, lakini na unateseka, mara magonjwa, mara mateso, mara vita hapa na hapa. Anayekutesa yuko rohoni, aonekani. Leo nataka niite nafsi yako iliyofungwa au iliyoibiwa, nitarudisha ndani yako. Alafu atakayetoka hapa sio yule aliyekuja, ingawa anakuona wa kawaida kimwili, lakini anayekaa ndani ni jitu la mbinguni, ni jasusi la mbinguni. Akisema kitu ni mbingu imesema, akitamka kitu ni mbingu imetamka, akienda kwenye biashara ni mbingu inaenda. Akiingia kwenye maombi ni Mungu anaingia kwenye maombi. Ninatamka kinabii nafsi yako itaachiliwa leo. Nafsi ni kitu kilicholetwa, sema kilicholetwa. Soma kitabu cha Mwanzo mbili saba. Anasema nafsi, Mungu akaumba mwili, maana yake mwili ni bodi, sema ni bodi. Mungu akaleta na nafsi, mwanadamu akaanza kuishi. Ndio maana ukifa tunasema mwili wa Elisha huu hapa. Elisha yuko wapi? Ametoka, hayupo. Maana ni nafsi, ni roho isiyokufa. Kuna roho zinakutesa ya majini yanakuja yanaingia kwenye nafsi yako, yanamiliki nafsi yako, maana roho yako, nafsi yako inajua ilikokamatwa. Ndio maana ukilala ukiota, unajua nikaota niko baharini, niko sokoni, niko shambani, nikaota niko kwenye hilo shamba la kwetu. Aa, nafsi yako inakwambia wewe haupo, tuko mahali fulani. Leo naisafirisha nafsi ya mtu mahali, leo naita nafsi ya mtu mahali, leo naita kwenye makorongo ilikokamatwa, leo narudisha nafsi ya mtu, leo narudisha